Tafiti mbalimbali mbali hapa nchini zimebaini kuwa zaidi ya asilimia themanini na saba ya momonyoko wa maadili unasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia, ambapo serikali kupitia taasisi na mashirika mbalimbali mbali, ikiwemo Plan International Tanzania yanaendelea kupambana katika utoaji wa elimu ya, ya usalama wa mtoto mtandaoni ili kuendelea kulinda maadili kwa watoto. Tuungane na Bugoma Bugoma kutoka mkoani Katavi. Kaimu katibu tawala mkoa wa Katavi, Florence Crisan amefungua mafunzo maalum na ya namna bora ya kujengeana uwezo kwa wataalamu wanaojihusisha na maadili kwa, Ambapu, kwa watoto ambapo amesisitiza wadau wote ikiwemo jamii kuhakikisha watoto wanaepuka suala la matumizi mabaya ya mitandao. hiki kizazi chaleo, hiki tunachokwenda nacho cha leo hiki tusipokilinda vizuri, manake huko miaka tunaokwenda huko kuna hatari tutakosa viongozi bora maanake kwamba baada ya mafunzo haya tukirudi huko ni kutengeneza mpango mkakati, mpango kazi kwa ajili ya kuingia kuielimisha jamii, tuibadilishe jamii, turudi miaka ile na maadili ya miaka yetu waliotuachia wazee wetu. Katika mafunzo hayo wataalamu mbalimbali wamesema lengo la mafunzo ni kuhakikisha usalama wa mtoto mtandaoni unazingatia maadili. Hao wataalamu wetu ambao watakuwa wamepata mafunzo haya waende sasa wakashushe elimu hii katika ngazi za halmashauri, wakashushe elimu hii katika ngazi za kata, vijiji na iweze kuwafikia wananchi wengi kwa ujumla. Uh, zaidi ya asilimia 87 ya, ya, ya, ya inayochangia mmomonyoko wa maadili inasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia. Sisi kama wadau tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafika mpaka kwenye ngazi zote za mkoa kwa wadau wote na wataalamu wote. Mafunzo hayo yamewalenga wataalamu wa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, wakuu wa dawati la jinsia la polisi na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kutoka mikoa ya Kigoma, Katavi, Rukwa na Tabora. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Bugoma wa Bugoma wa Clouds TV. Naam, ni taarifa yake Bugoma Bugoma kutoka Katavi.